tuliwawekea jana maji ya mpapai na leo tena tunawawekea maji ya mpapai, kesho tena tutawekea maji ya mpapai sawa eh? Nimesema mapapai haya ni booster, yanamfanya kuku wako kukua haraka, lakini yana protein za kutosha, lakini pia yana vitamini. Mapapai yana kazi nyingi sana kwa kuku. So, mimi nimeanza kuwatumia broiler sasa, nione matokeo yake. Jana niliwapa, lakini wote wako salama, sijaona madhara. Leo siku ya pili tunaendelea na research yetu, alafu tujiridhishe, alafu tuamue jamani, sasa tutumie majani kwa broiler. sawa eh? Unaona walipoingia wengi kula hapo kila mmoja anakula. Wakimaliza hapa kula, wote haya maji yataisha. Haya, wameanza wiki ya pili, tusisahau jamani, ndio wameanza wiki ya pili. Wewe, andika komenti yako hapo chini, tuambie unawaonaje. Lakini pia usisahau so kusubscribe, kushare, kucomment, kulike, we subscribe, tutusupport sawa. So, pendwa love you so much.